Basi, haraka haraka wanavusha chakula eh? Wanatembea nacho nyuma. Wanyang'anyi wanakuja na mafarasi tena. Wafarasi hawa ni mafarasi wenye kasi kweli kweli. Hii ni China tunazungumziaasa get... tuvuteni panga mbele, wanakuja mzee, wanakuja babu. It is coming. <coughs> oma no, kweli sasa. Wanakuja alafu wako na nchale, yani a ya wabongi wenyewe. Lengo lao ni kuchukua mzigo na kusepa nao. Cheki mambo hayo. Hello, lengo ni kuchukua diko, mzee. Wenyewe wamekaa maalum kabisa mipakani mwa jangwa hili ili kuzuia yoyote ambaye anaweza na kuvusha chakula, basi waweze kukwarua. Yupo captain wa kikosi huyo hapo wanamuita Chibu. Sio Chibu, sio Chibu. Dangote. Wewe. Sasa ilikuwa ni challenge ya mchale. Challenge ya nchale. Mchale juu ya nchale. Chekesha mchale hiyo. Wow. Noma kweli kweli. Wanajeshi wa Queen ilikuwa ni mbaya. Wezi kuamini mambo hayo. No. Do. Uh. Jeshi ilikuwa ni hatari.